Na mgavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ameahidi kuimarishwa usalama wa wageni wa kimataifa msimu wa utalii katika mbuga ya Masai Mara. Akizungumza katika sherehe ya ufunguzi wa nyumba katika kijiji cha Enkineji, eneo bunge la Narok Magharibi, Gavana Ntutu pia ametoa hakikisho kuwa hali ni bora kwa kambi na hoteli katika mbuga hiyo. Takriban nyumbu milioni tatu wanatarajiwa kuvuka mto Mara kutoka mbuga ya Serengeti nchini Tanzania, kuingia Masai Mara msimu huu.

Kwa hivyo naambia wale, wale, wale watu wanataka kuja hapa, sisi tuko tayari, tunawapokea mkuje salama.